Mwalimu ahidi viwanda. E, huku ni sisem na huku ni mwalimu e. Lakini kuna habari inayosema kitanzi kwa mama. Hiyo ni habari kubwa inayosema kitanzi kwa mama, mahakama ya mtia hatiani yeye na mwanawe wa kiume kwa mauaji ya kukusudia ya binti yake, baada ya kuhukumiwa e, baada ya hukumu, kimya cha tawala e. Ni kitanzi kwa mama e, na mwanaye baada ya kumtia hatiani e, mauaji ya binti yake. Lakini kuna habari inayosema vita Mwinyi Othmani kusaka kura zaidi ya laki saba na elfu kumi na saba na mia tano hamsini na saba. Vita vya Mwinyi na Othmani kusaka kura e, laki saba. Lakini mahakama yapiga stopu mamilioni kutoka benki e, mahakama yapiga stopu mamilioni kutoka benki ni zaidi ya bilioni moja nukta tano lakini mambo matatu kutumika kwa kumwenzi Dr. Salim mambo matatu kutumika kwa kumwenzi Dr. Salim. Hiyo ni habari pia inapatikana kwa gazeti lako, eh, la la Mwananchi, ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ndani ya gazeti lako la Mwananchi ni kitanzi kwa mama. Eh, hiyo ndio habari kubwa kitanzi kwa mama, mahakama ya mtia hatiani yeye ye na mwanawe wa kiume kwa mauaji ya kusudia ya binti yake baada ya hukumu kimya cha tawala. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi, pata nakala yako kwa habari. Tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, linaandika habari kubwa inayosema Tanzania kutumia AI akili unde kuchunguza saratani ya shingo la kizazi. Lakini wahandisi watatu muongozo watalii kusomewa hati mpya au hujumu uchumi eh, wahandisi watatu muongozo watalii kusomewa hati mpya hujumu wa uchumi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe, huku Salum mwalimu kususia uchaguzi ni kuwaacha wasiotakiwa kutawala. E, Salum mwalimu asema kususia uchaguzi ni kuwaacha wasiotakiwa kutawala. Lakini mwanamke apoteza pua kwa uraibu wa kokeni. E, mwanamke apoteza pua kwa uraibu wa kokeni. Tanzania kuanza kuzalisha magari ya kijeshi kwa kushirikiana na kampuni ya UAE lakini Samia Samia anunua mtambo wa kumaliza magugu, eh, magugu maji ziwani eh, Samia anunua mtambo wa kumaliza magugu maji ziwani. Lakini Salum Mwalimu ahidi mgogoro kuwa na Morogoro kuwa na mkakati ya viwanda. Hiyo eh, ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti ya Nipashe sasa tuangazie kwenye gazeti lako ni gazeti lako la Taifa Leo kutokea huko Kenya linaandika kitengo e, cha kukabili mimba za utotoni kuundwa, lakini Uhuru Gachagua wategana e, Uhuru na Gachagua wategana e, IEBC kutumia mboni e, ya jicho kusajili, lakini sababu ya uchaguzi kuwa ghali. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Taifa Leo ukurasa e, wa mbele, lakini bado kuna habari naosema DO aelezea ukatili wa Al-Shabaab, lakini Trump atoa masharti kwa Hamas. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Taifa leo ukurasa wa mbele yako kwa habari kwa kina. Lakini tukirudi nchini Tanzania tuangazie kwenye gazeti, eh, gazeti lako la uhuru lenye linaandika Dr Samia kufanya mageuzi makubwa. Hizo eh, ni kampeni za uchaguzi mkuu, ni Dr Samia kufanya mageuzi makubwa. Lakini Nchimbi afichua kiini ongezeko la wawekezaji eh, na NMB yapiga hodi mnada wa mifugo huku kasi Majaliwa. Uh, udumavu umepungua nchini na udp kujenga viwanda kila kona yataja vipaumbele na d Mwinyi asisitiza mambo mazuri kwa wafanyabiashara. Hilo ni gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele, lakini tukichena gazeti la Uhuru tuangazie gazeti lako la Wamachinga. Gazeti la Wamachinga linaanza na habari inayosema Arusha kusimama mapokezi ya Samia, sisi myatamba kuweka rekodi. Lakini vyo vikuu Tanzania na Kanada kujenga jamii imara dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na habari kubwa kwenye gazeti la wa Machinga ni Dkt Samia kufufua viwanda. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la wa Machinga, Dkt Samia kufufua viwanda. Ni vile vile vinafsishwa na kushindwa kufanya kazi, ahidi kuvitafutia wawekezaji. Hiyo ndio habari kwenye gazeti la kula Machinga. Lakini ahidi mageuzi makubwa sekta ya afya. Benki ya NMB yazindua tawi maalum la NMB Tinde Mnadani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya Wanyonge ukurasa wa ukura mbele. Lakini uelekeo gazeti lako ukurasa wa mbele andika Dr. Mwinyi ahidi masoko ya samaki. Samia yuko imara, hakuna cha kumnyumbisha. Huyo uh, ni Rubinga asema Samia yuko imara, hakuna cha kumnyumbisha. Lakini ampongeza kwa ujasiri uh, wa kuongoza nchi. Asema maendelezo, maendelezo uh, miradi ya amani ya taifa. Awaomba uh, Watanzania kumpa kura tena. Atetea uamuzi wa CCM kumteua mgombea. Lakini Dr Samia kujenga barabara za Zege milima eh, ya Upare. CCM kuinua kiuchumi vijana, wanawake na wenye ulemavu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la uelekeo ukurasa wa e, mbele. Lakini tukichana gazeti la uelekeo tuangazie e, ndani ya gazeti la kula taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika Mwaikenda amwombea Samia kura nyanda za juu kusini lakini Dr. Samia tumeinua mkusanyo kuipa heshima nchi. Lakini Dr. Mwinyi ahidi neema sekta ya uvuvi Zanzibar. Benki ya NMB yazindua tawi maalum la NMB Tinde mnadani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachiana na gazeti lako la taifa Tanzania e, tuangazia gazeti lako na la Dira na andika TRA kuwashughulikia wanaogushi risiti yafafanua risiti inayosambaa mitandaoni, waeleza haihusiani na mamlaka hiyo, yatoa darasa ukaguzi risiti mitandaoni. Lakini padri aliyejiteka abainika kuwa na tatizo la afya ya akili e, padri aliyojiteka abainika kuwa na tatizo la afya ya akili. Lakini rais mstaafu Kabila ahukumiwa kifo DRC e, rais mstaafu Kabila ahukumiwa kifo DRC omo wananchi wako tayari kwa mabadiliko hilo ni gazeti lako la dira ya mtanzania kwenye kurasa wa mbele lakini bado kuna habari inayosema sisi tumeyatenga bilioni moja kumaliza magugu maji mwanga sisi tumeyatenga bilioni moja kumaliza magugu maji mwanga hiyo ni habari ukurasa wa mbele gazeti la dira ya mtanzania pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini gazeti lako la habari leo eh ukurasa wa mbele tunaliangazia asubuhi ya leo linaandika NMB ya zindua tawi maalum mikoa minne. Lakini mama na mwanae wahukumiwa kifo kesi ya mauaji. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, mama na mwanae wahukumiwa kifo kesi ya mauaji. Lakini bibi hey, atuhumiwa kuua mjukuu kisa salamu. Na Samia ahidi makubwa zaidi. Huyo ni Dr. Samia ukurasa wa pili ya habari leo linaandika ahidi makubwa zaidi. Lakini kafu ya ahidi mifumo mipya ya kodi hey, na umeme. Majaliwa watoa maagizo kukabili udumavu huku Dr. Mwinyi, tunaleta mabasi ya umeme. Ilo ni gazeti lako la taifa Tanzania. E, kumradi ni gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie huko kwenye michezo na burudani asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti la habari leo linaandika Yanga yabanwa Singida kicheko. Huu ni msiba mzito ya ya e, kwa wanajangwani Yanga ya banwa huko Mbeya eh, lakini Singida ni kicheko. Simba na Namungo kuumana kwa Mkapa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa eh, wa mbele. Lakini tuangazie kwenye gazeti lako eh, gazeti la taifa Tanzania kwenye michezo linaandika mwanzo mbaya wafukuzisha kazi makocha hawa. E, eh, mwanzo mbaya kwa kufukuzisha kazi eh, makocha hawa. Lakini Singida Black Stars yapeta, Yanga ya banwa mbavu Mbeya lakini polisi Tanzania yapanga mikakati ya kurejea ligi kuu. Lakini kuna habari inasema Simba kusaka alama tatu dhidi ya Namungo leo. Ee, sinema zinazoigizwa Marekani sasa kutozwa ushuru asilimia mia moja. Yule ni gazeti lako la taifa Tanzania ukurasa wa michezo, huku gazeti lako la uhuru linaandika Mbeya City yaikomalia Yanga. Hiyo ndio habari kubwa kabisa ee, maeneo mbalimbali ni Mbeya City yaikomalia Yanga. Lakini Matola azitaka pointi tatu, na Mongo Shilole ahidi kutiki kwa Dr Samia, lakini Simbu aiota medali ya Olimpiki 2028. E, kwenye gazeti lako la uhuru kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la uelekeo na lenyewe linaandika JKT Tanzania ya komaa na kocha wao, lakini yanga ya bano ambavu Mbea Singida Black Stars wapigishwa kwata. E, na mashujaa uchaguzi mkuu TPLB Novemba 29, uh, yuni, habari inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la mwananchi mona, uh, kumradhi, gazeti lako la, la machinga ndandika Nabi atinga Dar es Salaam, Simba yatajwa. Lakini bodi ya ligi kufanya uchaguzi Novemba. Yanga yabanwa na mbeya city. Mayanga ni na timu nzuri msimu huu uh, huyu ni kocha mayanga kutokea mashujaa atamba na timu nzuri lakini habari zilizopo mjini ni kocha Nabi eh, kutua Dar es Salaam. Lakini tuangazia sasa kwenye gazeti lako la mwanaspoti eh, lenyewe linaandika habari kubwa inasema, maswali ya miezi saba Mbeya City yaikomalia Yanga, Singida kileleni, vita ndo imeanza, kilele eh, kile kimeo cha fadu bado, lakini mastaa wavunja mechi bdl eh, Debora kwa Mama Ngumi ni sawa na kujiu, kujiuza hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa e wa mbele e, lakini habari kubwa ni vita ndo imeanza e, baada ya Yanga ku, e, ku, lazimishwa sare ya goli sifuri kwa sifuri na Mbeya City e, sasa e, vita imeanza kwa Simba. Hiyo ni habari e, e, kubwa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, na gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo ndo natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina.